Kwa majina anaitwa Nasolo Juma, technical staff kutoka Halotel. Leo tuko hapa kwa ajili ya kumpatia huduma ya intaneti mteja wetu aliye katika mtaa huu. Fiber ni optical cable ambayo hutumika kumuunganishia mteja intaneti kwa majumbani na ofisini. Kuna tofauti kati ya intaneti ya kawaida na Fiber. Fiber ina spidi kuliko intaneti ya kawaida. Pili, Fiber ina uwezo wa kukabiliana na changamoto ya hali ya hewa yoyote, mfano upepo mkali na mvua. Fiber ya Halotel inakupa spidi halisi kulingana na kifurushi ulicholipia. Pili, huduma bora kwa wateja wetu. Tatu, bei rafiki kwa wateja wetu. Ili mteja wetu aweze kupata huduma, cha kwanza atarikwesti huduma yetu ya intaneti kulingana na eneo husika aliyopo. Mara baada ya hapo, uh, technician atakwenda kwa ajili ya kufanya survey ili kujua anapatikana eneo gani, ili aweze kuunganishiwa hiyo faiba yetu mpaka nyumbani kwake au ofisini kwake. Halotel Faiba ina speed. Inasaidia katika kufanya kazi zetu za ofisini. Aa, zamani tofauti na sasa hivi, kabla hatujakuwa na Halotel Fiber, tulikuwa tunapata shida sana kwenye kufanya kazi zetu hapa, tunatumia kompyuta nyingi. Zamani tulikuwa tunapata shida internet, mafaili hayafunguki. Lakini kwa sasa hivi kuanzia tumefunga Halotel Fiber, tuna muda wa miezi sita, hatujawahi kupata changamoto yoyote kwenye mambo yetu ya ofisi. Kwa hiyo tunafanya kazi zetu kwa haraka tofauti na zamani. Uh, customer service la Halotel Fiber ni nzuri sana kwa kipindi cha mwanzo. Wakati tuna communicate nao, walitu walitusaidia kwa haraka tulivyoelezea tatizo letu, na wakaja kutufungia intaneti bila malipo yoyote, na sasa hivi tunafanya kazi zetu vizuri sana. Halotel Fiber kwa spidi wapo vizuri sana. Kitu cha kuongeza labda waitanue huduma yao ifike maeneo mbalimbali ili kuweza kuwarahisishia watu wengine kuweza kuipata Halotel pamoja kwa ubora.